Utaweza kujitambulisha kwa majina? Mimi ni chef de quartier eh, Desire Katakala si gani, quartier Katindo tunapatikana hapa. Tunaweza kutambua ama tunaweza kugundua nini? Ni furaha sana na mimi kunikuta hapa tena na kukutana mfadhili kama vile mkaaji wa hii quartier Katindo ambaye naye alisema kwa hii majenzi ambayo tuko tunafanya amekuja kusema na kontribue ila ni organisation ya hospitali yetu Belvi ambayo tu inapatikana ndani ya kata la Katindo. Ndio kwa maana Katindo wakutana shambra shambra e, kwa hii maendeleo tuko nayo mraji wa kuchenga hii office yetu hapa ndani ya kartie Katindo. Ndio kwa maana mkuta hapa akileta akatupatia msaada wake ambao umeona kwa sasa. Nafikisha hapa, unazikiaje kuona liwali wa Jimbo ameanzisha kazi hizi, lakini wakaaji nao wanamuunga mkono. Asante bwana journaliste. Mungu ndiye alituletea liwali. Liwali alianzisha kazi akituma mea na kituma burgomestre hapa kunako hii kiwanja tunajenga hii office, ndipo pale wakaaji nao walisema, ndipo pale wamesema watasindikiza guvernere wetu, kwa ile kidogo ambayo wanaweza kuwa nayo yeyote, na amaakuwa hata moja mwingine hata nini, kwa ile mradi ambao guvernema alituma, na wamesema tusindikize guverner wetu mwa hii mafikiri ya kusaidia hii kata letu Katindo ambalo ilikuwa bado halijapata hii ofisi kama hii. Unapatia ujumbe gani huyu mshiriki wako Bellevue? Bellevue, nasema Mungu amulinde antuka amsaidie. Aksanti kwa kutushiriki. Hapa nina imani na mimi natumaini kama vraiment Bellevue hii hospitali inasindikiza kweli kartie hii Katindo. Amesikia raha ndani mwake, naye kusema hii mradi ambao nameanzisha hapa naye anasema anakuja ili hii mradi ifikie lengo lake. Mzee, amjambo? Mjambo sana hmm. Unapatikana hapa unasikiaje kuleta msaada kujengo la nyumba ya leta hii? E, nyumba ni nyumba ya leta, ni nyumba yetu, si bakaji ya hapa. Na janja, jitambudisha kwanza kidogo. Mimi ni mfanyakazi ku Alors saa tulialikwa, wakatuambia nafaa tu, si bakaji tuangalie, kama tunaweza faa na muna gani kujenga quartier yetu tulifurahi sana. Ju quartier yetu kuko batu mingi balikuwa banajua quartier Katindo haina, haina biro. Kuko nasikia biro iko quelque part au labo iko kule. Mimi sasa, nasema banaleta banaleta majengo hapa kwetu, tukafurahi sana. Na njoo tulikala na bakubwa bakubwa bakasana nono hakuna problem kidogo yenye tuko nayo na sie tutaeleta tuta kome mchango yetu. Maki, ndio mara ya kwanza. Unaona biro ya quartier yako Katindo inajengewa hivi, ni mara ya kwanza, misiaona ingine quartier quartier mwaise eneo ya ya quartier yenye ndizengewa, niliona kadi tuliona kadi yenye iko pale kwenye balikuwa pale kwenye ambao, nyumba ambao ni na container pale, nilikuwa nakosa ni nyumba ya nani, ni nyumba ya chef d'aveni, ni nyumba ya nani leo kwa leo. Mimi na shangala mimi nilipita hapa juzi hapa nikashangala, nikaenda ambia wakubwa, wewe bwana, tumechelewa hmm, mulete mchango na sisi tuende tukasaidie benjetu. So, jengo iko iko pale wanaendeka vizuri sana mm, enda mzuri sana Antukana mie ni furaha sana, a mkaji ya hii eneo kuona quartier inakuwa fasi ya mzuri. Usalama katika quartier yako namna gani, sasa usiku namna gani na mchana ni sa? Kwa sasa si atusikie tena fujo fujo mingi, usalama iko

Aiokwa majina ah, no, uh, ni Adeodatus Kangiti, Kangiti. hmm. se tunajenga birou ya karti sapo, pale ni mzuri sana, utakuwa nakuwa nafasi ya kuenda kama kuko, kuko raporo ya kuleta hmm, tunapata chefu mara moja karibu diyo, diyo. Hmm. na sie ndiyokartie na manyumba za mzuri, lakini biro yenu sasa na juri kuwa haya yetu ilikuwa ni, ni haya kabisa, knyumba zenitunaishi ndani za mzuri lakini kwenye mshefu anaenda kupokelea, anaenda kukutana mkaroseri. Basi vrem likui naleta. Ndio, ndio, ndio, ndio. Bahati Musanga, asante sana kabisa, eh.